Mheshimiwa mbunge umeanza vizuri baada ya kuapa pale bungeni ukaanza ziara, na ziara hii unaendelea nao na mpaka leo sasa, nafikiri unahitimisha ziara na unaanza safari ya kuelekea Dodoma. Nikupongeze wewe we binafsi na timu yako yote, ambayo unazunguka kwenye kata na vijiji sehemu mbalimbali, kusikia kelo za wananchi na kwenda kuwapa matawanio ya kwako pamoja na viongozi wa serikali lakini na kuijua wilaya na jiografia ilivyo. Ulizunguka wakati wa kampeni, lakini leo na bado ulipomaliza na kupita ubunge wako na sasa umeanza kuzunguka, kwa kweli kamati ya siasa inakupongeza, na hasa ikiwa chini ya usimamizi wangu, tunakupongeza kwa kazi ulioanza nayo nzuri na namna ambavyo unapita sehemu mbalimbali, lakini mheshimiwa mbunge, tusaidiane kwenye kero ambazo na mimi nalalamikiwa. Ni fulahi hapa, mmoja amesema shule ya msingi, shule za msingi katika wilaya yetu, wilaya yetu wamefaulu watoto kwa asilimia kubwa sana, lakini kinyume chake shule za sekondari, kwa kweli hali ni mbaya. Kamati ya siasa leo tumekaa kwa kweli tumeona hali hii haikubariki. Alafu ni tarafa moja ya Isangati, shule karibu tisa au kumi zimepata di di di di, ni mbaya sana. Ukienda pale Isuto tuna elfu tumepata, ni mbaya sana. Walimu hawa tunao wapo, ni jambo la kulegebisha kwa haraka sana. Tunataka watoto wasomi, tunataka vijana ambao baadaye ni taifa ambalo lisiwe ni taifa goigoi goi. Hiwo ni taifa la kusukuma maendeleo. Hakuna mchawi mwingine yoyote. Dalili ya kwamba hatuwajibiki vizuri ni matokeo kushuka. Sasa kwenye kuwajibika kuna pande mbili, inawezekana wazazi, inawezekana serikali, inawezekana watumishi wenyewe. Sasa hili jambo ni swala la kimkakati la sisi wote. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo kubwa ambalo naweza kukuhakikishia mkurugenzi, wewe ndio unasimamia ubora wa elimu jimbo letu la Mbeya vijijini, idara za elimu zote ziko chini yako. Mkae vikao, mje na mkakati, mtuambie namna gani mnatuondosha hapa. Sisi hizi habari za ziro hatujazizoea kabisa Mbeya vijijini. Hii taarifa aliyoitoa mwenyekiti izamiwe kwanza, uzitu wake upoje ujulikane na kwa wastani upi, tumeferisha watoto ili tuje na mikakati kuhakikisha mambo ya aibu ndogo ndogo kama hizi tunazoweza kuzizuia yasiwepo jimbo letu la Mbeya vijijini.